Jina la Bwana litukuzwe. Ni wakati waneno, wa neno. Fungua moyo wako. Twendapo line na neno hili kalifanye kuwa lako. Acha yote, umfuate Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha neno ya siku ya leo ni kuachana na miungu migeni, kutengwa na miungu migeni. Tunataka tukapate kuingia katika neno la siku ya leo, tumuone ndugu yetu Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yetu Yakobo alikuwa amezaliwa muji wenye miungu. Familia ya Yakobo walikuwa ni watu wa kuabudu miungu na vigango. Wakati alipozaliwa Yakobo aliishi katika maisha ya shida, maana aliunganishwa na ile miungu ya ukoo, na alipounganishwa na ile miungu ya ukoo, damu yake ikadhibitishika kwamba Yakobo ni mumoja wa Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa na maisha ya kuteseka, maisha ya huzuni, maisha ya kwamba hakuna kuendelea ni kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa amewekwa katika kifungo cha ukoo, kama vile ambavyo wewe umewekwa katika hicho kifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unang'ang'ana ili upate kusonga mbele, umeng'ang'ana kufunza watoto wako, kijua ya kwamba mimi nikishamaliza nimetoboa, maana nitakaa nikitulia, kumbe ndo unajipalilia mashaka katika muji. Haleluya, imebaki ni kunung'unika, imebaki ni kule kutengwa imebaki ni kule na kuambia kwamba umepoteza pesa zako bure na hakuna chochote ambacho ulifanya. Afadhali ungeenda nunua mashamba ungekiwa unakodisha na kulima. Haleluya. Ukose kujua ni kitu gani kinakuacha, mpaka haujafunguliwa uko katika hiyo miongo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo mchana wa leo tunataka tukapate kumwangalia ndugu yetu Yakobo alifanya nini ili nchi ikakombolewa yeye na jamii yake. Haleluya, Bwana Yesu azivyezana. Natamani tukapate kuangalia kitabu cha Mwanzo, kaangalie kitabu cha Mwanzo thelathini na tano kuanzia hiyo moja mpaka ine kitabu cha Mwanzo Mwanzo mlango wa 35 kuanzia mstari wa kwanza unasema, hmm. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutoa ulipomkimbia Esau ndugu yako. hmm. Yakobo akamwambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote mliyoendea. Ameni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe amen. Tunataka tukapate kumuona ndugu yetu Yakobo. Yakobo alikuwa anaishi na kilio ndani ya moyo wake. Alikuwa ana uchungu juu ya ndugu zake, alikuwa na uchungu juu ya watoto wake, alikuwa na huzuni juu ya familia yake maana maisha ambayo ilikuwa familia inaishi siyo maisha ambayo Yakobo alikuwa anayaishi. Akawa anakule kuumia ndani ya moyo wake na kumwambia Bwana, haya maisha ya ndugu zangu ama watoto wangu wataishi hivi mpaka lini? Amen, haleluya, amen. Watakuwa watu wa kuhangaika, watakuwa watu wa kutengwa mpaka lini? Ni wapi tulipokosea? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo akachukua hilo jukumu, akaingia katika madhabahu ya Bwana na akaanza kudai apate kujua ni kitu gani kinawaacha mpaka jamii haifunguliwi. Alipoingia katika kumwomba Bwana na kudai, neno linasema ya kwamba ya kwanza alipokumbushwa aliambiwa kwamba ulifanya makosa kumkimbia ndugu yako Esau na kumwacha katika msitu, usijue ya kwamba Esau alikuwa ni ndugu yako. Umemunung'unika, umemunena vibaya ndugu yako, hatimaye ukamuuza. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Ndipo akaambiwa Yakobo ya kwamba hilo ni moja wapo ambalo linakuacha wewe na jamii yako na familia haitakombolewa mpaka siku ile Esau atakaporudi katika nyumba. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo, Mungu akamshukia tena kwa mara ya pili Akamwambia Yakobo ya kwamba nimekisikia kilio chako, lakini shida iliyo katika mji wenu, matatizo yaliyo katika familia, kuna kitu ambacho hawaja kiacha, ndipo kinawaacha nyinyi, hamtafunguliwa. Akataka kujua ni kitu gani ambacho kimewafunga. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yakobo akaambiwa ya kwamba waambie watu wa nyumbani kwenu wakaoge na wakabadili nguo, ukatenganishe na miungu migeni. Ni wakati wa kwenda kutengwa na miungu migeni. Raheli akadai mbele za Bwana miaka arobaini analia Raheli, miaka hamusini alikuwa yuko kwenye kilio, anaishi ya kwamba hafunguliwi, aliishi ya kwamba haponi. Akamwambia Bwana ni kitu gani? Akaambiwa kwamba kuna vigango vya babako Labani, hivyo ndo vimekufunga, vinakuacha wewe ufunguliwi, ni sasa ukapate kujikomboa. Ndipo Yakobo akaambiwa ya kwamba ni wakati wa kubadili nguo, mukasafishe mioyo yenu, mukaoge mana na miungu migeni yeah. Haleluya! Miungu migeni ni lazima ikapate kutenganishwa nasi. Ni wakati umwambie Bwana, ninajitoa mimi na watoto wangu na wajukuu wangu. Sina uhusiano na miungu iliyowekwa katika boma, sina uhusiano na miungu ya babu yangu, sina uhusiano na miungu ya nyanyangu, sina uhusiano na madhabahu ya ukoo. Mimi kama mimi, nataka ukanikomboe, ukanitapike katika hicho kinywa cha simba. Mungu ni mwaminifu mpendo. Utakapodai unamwona Mungu akikutendea dai. Maisha yako dai maisha yako, mupendwa, dai kufunguliwa, mwambie Bwana mtana wa leo, kanitapike, kanitapike katika kinywa cha simba, kanitapike katika vinywa vya ile mizimu, kanitapike na vile vigango vya babangu, kanitapike na vigango gango vya babu yangu. Kuanzia siku ya leo, mimi nimeoga, nimebadili nguo, nimeachana na miungu migeni. Amen. Ikiwa bado na tabia za kwenda katika miungu, mwambie Bwana, kuanzia siku ya leo ninakatisha ninakatisha, katika kwenda kwa waganga Amen. Ninakatisha kwenda kwa miungu mingine, maana natamani nikakuone wewe Bwana ukitembea pamoja nami, na Mungu anaenda kushughulika maisha yako. Jina la Bwana litukuzwe. Nataka nisomee huo mstari wa tatu, ulisemaje? Tuondoke tupande hiyo kwenda Betheli mm -hmm. nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, mm -hmm. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu mm -hmm. akawa pamoja nami mm -hmm. katika njia yote mm -hmm. niliyoiendea. Baada ya Yakobo ya kusikiwa kilio chake, akawaambia ndugu zake na watoto wake, tuondoke tuende Betheli maana nataka kuenda lya shukurani Bwana huko, yeye aliyenitokea wakati wa shida. Hata wewe nawe mchana wa leo, ikiwa Yakobo Mungu alimtokea wakati wa shida, hata wewe Bwana anaenda kukutokea kwa ajili ya shida ulionayo. hey. mchana wa leo unaenda kusikia hey. sauti ya Bwana hey. anaenda kukutokea ni kwa ajili ya hey. kilio chako anaenda kukutokea ni kwa ajili ya shida yako hey. hey. anaenda kukutokea ni kwa ajili ya machozi yako hey. Hey. Hey. anataka isha akakutoe katika hiyo miungu, maana Bwana anaenda kusimama pamoja nawe. Usiwe na huzuni ndani ya moyo wako ya kwamba umepoteza mali zako kwa sababu ya watoto wako, umepoteza mali zako kwa sababu ya jamii, lakini hakuna chochote ambacho kinafanikiwa. Nataka nikwambie mchana wa leo, Bwana anaenda kutekelezesha hitaji la moyo wako kwamba wewe hukufanya kazi ya bure, maana Bwana anaenda kusikia, maana anashuka katika shida zako, anakutokea wakati wa shida. Ndipo Bwana anaenda kukutokea, na anataka kakufanye kuwa chombo cha tamani Uchana wa leo Bwana anakusikia wakati wa tabu. Wale maadui watakuuliza tena, siku hizi unaishi huku tena? Maana hawatakuona tena katika miungu yao hawatakuona katika ile mizimu yes, hawatakuona katika madhabahu yao hawatakuona katika vigango vyao, bali wanaenda kuona moto wa Yesu yes, ambao utakuwa unataba. Hey, kina wakikuita jina hey. Damu ya Yesu inaenda shuka. Kila wakikuita moto wa Yesu ndo unashuka, hawatakuona tena wewe, maana kuanzia siku ya leo Bwana anaenda kumkomboa, anamutenganisha na hiyo miungu. Amen. Bwana anataka akapate kukukomboa na ni wakati ya kwamba ukapate kudai, ni wakati wako ukadai mchana wa leo Amen. Tafakari ni miungu gani iliyowekwa katika boma yenu Tafakari, kuna vigango vingapi katika boma lenu? Tafakari, kuna vigango vingapi vi, vilivyowekwa katika maisha yenu? Mwambie Bwana, kuanzia sasa vile vigango nilivyokuwa ninachevea navyo, kuanzia sasa ninajitenganisha navyo. Vile miungu iliyowekwa mako boma, kuanzia sasa sina uhusiano mimi na ndugu zangu na watoto wangu na wajukuu wangu. Mwambie Bwana akakutenganisha kuanzia sasa. Amen. Ni wakati ukapate kuiba miungu ya Labani Hivi ni vita vya kiroho, si vya kimwili. vite viwe ile miungu iite sasa. Mwambie Bwana, nanyakua hivyo vigango. Mwambie Bwana, nanyakua hiyo miungu. Mwambie Bwana, nanyakua hayo mafingo. Mwambie Bwana, nayanyakua sasa. Haitakuwa katikati yetu tena, maana ninaenda kuinyakua na kuiiba na kuipomoa na kuiteketeza, isifanikiwe Amen. katika maisha ya jamii yangu Amen. na Bwana anaenda kuchukua nafasi Mina. Ni wewe ukapate kukataa kile utakachokikataa mchana wa leo bwana anaenda kukipokea. Haleluya, Mungu anaenda kukikupokea na Bwana anaenda kujidhihirisha, anataka akauone mkono wa Bwana ukiwa pamoja nanyi haleluya. Bwana Yesu asifiwe, ni wakati wa kwenda kudai. Nataka ukasimame na miguu yako miwili ili ukadai dai kukombolewa dai kutenganishwa na miungu ya babu yenu dai kutenganishwa na miungu ya ukoo dai kutenganishwa na urithishwa majina hayo mafingo yaliyowekwa katika boma lenu. Mwambie Bwana kuanzia sasa, ninayanyakua, ninayabomoa hiyo damu inayodai, damu ya ukufara, damu ya magonjwa iliyotabiriwa. Mwambie Bwana akapate kukutenganisha. Ni wakati ukadai ni wakati ukadai kukombolewa, mpendwa, ni wakati ukadai kufunguliwa mchana huu wa leo. Umwambie Mungu, nataka nikakuone. Mwambie Bwana, nataka nikaone uso wako. Mwambie Bwana, nataka nikaone mkono wako ukisimama pamoja nami. Mwambie Bwana, nataka nikaone mkono wako ukipata kunitetea, nitenganishe na hii miungu. Mwambie Bwana, ninabadili nguo, ninaoga na kubadili nguo, nataka ukanitenganisha na miungu migeni.